Hello friends uh, leo ni siku ya kwanza kabisa ya challenge yetu ya No Fap 30 days challenge ni challenge ambayo inaenda kukusaidia kujenga nidhamu ya kushinda e, uraibu wa kujichua kwa maana ya punyeto pamoja na kuangalia pornography na wakati unaanza ni vizuri kuwa na mtazamo sahihi kuhusiana na uh, hiki kitu sababu usipokuwa na mtazamo sahihi unaweza ukawa unajaribu kufanya vitu ambavyo uh, viko kinyume kidogo ambavyo havitakusaidia Uh, kujichua au punyeto sio ugonjwa kama ambavyo huwa napokea, e, watu wengi vijana hasa wakija wakitaka sema, nataka dawa ya kujichua au unaenda kwa mtaalamu mwingine, nataka dawa ya kujichua au nataka dawa ya punyeto, wakiamini kwamba ni kama vile ni ugonjwa fulani ambao unatakiwa kupata dawa ili uweze kupona. Haiko hivyo, hiyo ni tabia tu, ni tabia tu kama zilivyo tabia zingine ambavyo unaweza ukapata uraibu. Nikupe mifano miwili. Kuna tabia moja uh, tabia ya pombe kuta mtu ambaye ana ulevi ni mlevi a, ya kupindukia, yani anakunywa sana pombe. e, mtu kama huyo anavyoenda kutaka msaada, labda kwa sababu ya madhara ambayo ameyaona kijamii, kwenye maisha yake, kwenye familia yake, kwenye kiuchumi, labda kiroho, hata kwenye afya yake pia, anapoenda kutafuta msaada haendi kuomba dawa ya ya pombe yani kwamba naomba dawa nisinywe pombe hiyo dawa sidhani kama ipo. Ndio maana kunakuwa na program za kumsaidia mtu kuondokana na ule uraibu taratibu, taratibu, lakini kwa uhakika, ili a, aweze kufundisha ubongo wake kuweza kuweza kuweza kujitawala kukataa kukataa, e, kukataa ile mivuto ya kwenda kunywa pombe, na kwa sababu anaweza kuwa ameshapata madhara sasa, labda amepata madhara ya kiuchumi, ameporomoka kiuchumi, au amepata madhara labda ya kiafya, ameharibu ini na kadhalika. Kwa hiyo baada ya kuwa ameshaacha ameshinda ile tabia kwa kusaidiwa eh, ameacha ile tabia. Kwa hiyo sasa anaweza akaenda akafanya matibabu ya madhara ambayo ameyapata. Kama ni ini ataenda kwa ajili ya matibabu ya ini. Kama ni mambo ya kiuchumi atafata taratibu za kiuchumi kuweza kujiinua tena. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, ichukulie hii tabia kama mtu ambaye ana uraibu na sukari. Sukari eh, kuna watu ambao wanapenda sana sukari, vinywaji vitamu anapenda kunywa kuongeza sukari sana kwenye chai, anapenda kula junks junks zenye sukari. Hiyo ni tabia inatengeneza uraibu, utegemezi fulani kwenye ubongo, ambao ubongo bila kupata sukari nyingi, bila kula sukari nyingi, unakuwa unakuwa haujisikii vizuri. Yani siku inaweza ikaenda vibaya kwa sababu ya ya, ya ya hiyo kitu. Kwa matukio yake, mtu anakuwa mnene, anaweza kaza kupata kitambi, anaanza kupata magonjwa ya moyo, akapata kisukari. Kwa hiyo maana yake sahihi, mtu anavyoenda kupata msaada haendi kuomba dawa ya sukari aende kuomba dawa ya kuacha kula sukari, ila anajifunza, anajifundisha tabia nyingine ambayo itakuwa mbadala wa ile na kuweza kushinda au kujenga nidhamu ya kushinda ile tabia ya kula sukari au ya kupenda sukari sana. Alafu baada ya hapo anakwenda kutibu madhara ambayo yametokana naye ile kula. Kama ashaongezeka uzinene, basi atafanya program ya kupunguza uzito. Kama amepata matatizo ya moyo, kama amepata kisukari, atenda kwa matibabu ya ugonjwa huu. Kwa hiyo utaona kuna tofauti ya kuwa na tabia, uraibu wa tabia na madhara. Sio kila mtu ambaye anakula sukari sana ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili amepata kisukari, hapana. Nazikana mtu mmoja akala vibaya kabisa, akala masukari, akanywa pombe na nini, lakini akaishi hata miaka kumi, madhara yale yale vividi ya waziwazi hayajaonekana kwake. Eh, lakini haimaanishi kwamba kunywa kula masukari mengi au kunywa pombe sana ni tabia nzuri. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna wengine ambao eh, kwenye mambo ya haya ya ya, ya, ya kujichua kuna ambao ambao wanayashadadia kwamba wanasema, ah, mimi nimefanya kwa miaka mitano au nimefanya kwa miaka kumi lakini sijapata madhara yoyote. Kuto wewe kutokupata madhara ambayo yanaonekana, sio kwamba hujapata madhara madhara ambayo wewe unaya appreciate kwamba ni changamoto. Eh, kutokupata haimaanishi kwamba ni tabia nzuri. Kwa hiyo wewe unapokuwa unataka kupambana na hii tabia, unapambana nayo katika mtindo wa ku, yani unapambana nayo katika mtindo wa ku, kwanza kuishughulikia kama tabia kuishughulikia kama tabia, kwa maana uache ule uraibu uweze kushinda. Ndio maana tunasema kauli mbiu ya hii challenge ye, e, nidhamu ni uhuru, yani uweze kutengeneza nidhamu ya kutosha e, kuweza kuwa huru dhidi ya hii tabia ya kujichua. Alafu baada ya hapo sasa unaweza ukafanya assessment ukaangalia umepata madhara aina gani na unaweza ukayatibu kwa namna gani. Kwa hiyo huo ni mtazamo kwanza wa muhimu sana uweze kufahamu siku ya leo, unapokuwa unaanza uh, hii challenge, ni kutie moyo kwamba jitahidi, kwa sababu inawezekana hii challenge tumekifanya siku za nyuma, na baadhi ya vijana ambao walishiriki walionesha kuwa na matokeo mazuri sana, kwa kwanza kubadilisha hiyo hiyo mentality ya kuona kama kujichua ni ugonjwa na kuiona kama ni tabia ambayo nataka kushindana nayo. Kwa mfano huyu anasema anatoa jambo anatoa uh, jambo. Mjomba huyu ni, ni mtu wa Burundi huko na imani, mko salama, kuna jambo limetokea. after reading your book, mimi ni miaka mingi nijaribu kuacha na mambo ya kujichua na ila nilishindwa kuacha ni, ni kijitahidi ni siku mbili au tatu, ila wakati nilisoma kitabu chako nilipata nguvu fulani ni ya, kusimam, ya kusimamisha hicho kitendo kichafu na nimeacha mara moja toka tarehe moja Oktoba mpaka leo eh, tarehe mbili Novemba. Sijarudia sijarudia hilo kosa cha ajabu sisikii hata hamu ya kujaribu mimi kwangu ni kitu kikubwa sana katika maisha yangu kuona Mungu amenisaidia kuacha na kuondoa hamu ya hicho kitu katika maisha yangu. Mwingine huyu hapa naye ni wa Burundi pia anasema nilipambana kipindi kirefu kusema niache na hiyo tabia chafu hapa uh, chini anasema toka nimemaliza kusoma kitabu chako sikupata hamu au nguvu ya kurudia kufanya hicho kitendo kichafu. Kwa kweli kama ni kitu cha kushukuru Mungu, na mnamshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuepuka na hicho kitendo kichafu. Mwingine huyu anasema, uh, kitabu kimenisaidia kujenga jinsi ya ku, ya kuacha, kuabisa, na... jinsi gani ya kuacha kabisa punyeto, na kwa hata wewe pia nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaanza kuacha taratibu, kama unafanya mara nyingi sana kwa siku kuna namna ya kuacha taratibu lakini nataka upate hiyo concept kwamba sio ugonjwa, tunapambana na tabia. Kwa hiyo tafadhali sana shiriki kwenye hii challenge, anza leo eh, hakisha kwamba unajiwekea utaratibu kwamba unakwenda kushinda hii tabia ya uraibu wa kujichua. Na kama ukitaka mwongozo unaweza uh, ukafuata maelekezo hapo ukalipia, alafu nitakutumia kwenye WhatsApp. Kitabu kipo hapo elfu kumi na tano, tunakutumia kwenye WhatsApp. Uh, halafu uh, unakipata na unaanza ukasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukaanza kujifunza kama mwongozo wa hii challenge yetu ya no fap the day's challenge. Nidhamu ni uhuru. Mungu akubariki sana. Take care.